Jaji mmoja nchini Marekani amezuia utawala wa Trump kuchukua hatua zozote za kulifunga shirika la misaada la Marekani USAID. Katika uamuzi wake siku ya Jumanne, Jaji Theodore Chuang alisema juhudi zinazoongozwa na idara ya ufanisi ya serikali ya mshirika wa Trump Elon Musk, Dodge kulifunga shirika hilo huenda zilikiuka katiba ya Marekani kwa njia nyingi. Chuang alimwamuru DOGE kurejesha uwezo wa kutumia kompyuta na mifumo ya malipo ya USAID kwa wafanyakazi wakiwemo wale waliopewa likizo. Jaji huyo pia aliamuru kwamba kuachishwa kazi kwa wafanyakazi wa USAID kunapaswa kukomeshwa, lakini hakuamuru kurejeshwa kazini kwa wafanyakazi waliowekwa likizo hapo awali. Uamuzi huu unajiri katika kesi iliyowasilishwa kwa niaba ya wafanyakazi 26 wa USAID ambao hawakutajwa majina wanaodai mahakamani kwamba Musk anafuata mtazamo wa kutabirika na usiojali wa kufyeka na kuchoma. Katika malalamiko yaliyowasilishwa tarehe 13 Februari, mawakili wa wafanyakazi hao walidai kuwa mamlaka ya Musk siyo halali kwani haijeteuliwa rasmi katika wadhifa wa serikali wala kuthibitishwa na seneti ya Marekani na kuomba shughuli za Dodge zisimamishwe na kubadilishwa. USAID ilikuwa mojawapo ya mashirika ya kwanza kulengwa na Dodge muda mfupi baada ya Trump kuingia tena White House mwezi Januari na kuamuru kusimamishwa kwa siku 90 kwa misaada yote ya kigeni ya Marekani. Musk na Dodge walibishana kwenye hati za koti kwamba jukumu la Musk lilikuwa ni la ushauri tu lakini Jaji Chonga aliamuru kwamba Musk na Doge walithibitisha USAID na kwa kufanya hivyo huenda walikiuka katiba ya Marekani kwa njia nyingi, na kwamba hatua hizi zilidhuru tu sio walalamikaji, bali pia maslahi ya umma. Haijulikani ni matokeo gani uamuzi huo utakuwa na athari kwa shughuli za USAID. Maafisa wa utawala wamesema kuwa zaidi ya asilimia 80 ya shughuli zake zimesitishwa. Utawala wa Trump ulikosoa uamuzi wa, wa Jumanne chanzo ni BBC Swahili. Mimi ni Bahati Limo, na hii ni Simulizi na Sauti.